Leo nitakupatia mbinu za kutengeneza video nzuri za Kiswahili kwa kutumia AI na katika Vinei TV ni sehemu utapata mafunzo bora kuhusu editing, mitandao na teknolojia kiujumla kwa lugha ya Kiswahili. So hakikisha umegusa alama ya subscribe ili uendelee kupata video zetu kila siku. Baada ya kumaliza kutazama hii video, utakuwa unajua jinsi ya kutengeneza video za AI nzuri zaidi na zenye mvuto. Kwa wageni subscribe, kwa sababu unapitwa na mengi sana. Sisi tunaposti vitu ambavyo hautojutia ukisubscribe. Lakini ukigusa alama ya kengele, inakupa nafasi ya kuwa mtu wa kwanza kupokea video zetu kabla ya wengine wajapata, kila tunapoposti. Ukilike utafanya YouTube wakuletea video kama hizi zingine kutoka kwa wataalamu wengine zaidi, kwa sababu YouTube watajua kuwa ndo vitu unavyovipenda. Nilishaelekeza jinsi ya kutengeneza video kwa kutumia AI, lakini watu wanasema ishu ni kuweka prompt, watu wanashindwa kuandika maelezo ili wapate video nzuri na kwa sababu inahitaji English na inahitaji pia uzoefu wa kuandika prompt. Sasa nitakwenda kukuelekeza namna ya kufanya hivyo kwa kutumia application hii, inaitwa utaingia, uta download DeepSeek kama una ni AI. Yes, DeepSeek hii hapa. Kwenye DeepSeek utaweka maneno haya hapa ambayo nitayaweka nita Telegram na WhatsApp kule. Unaweza kaenda ukayakopi au ukaangalia hapo ukapause, uka ukayacopy tunaposti na vitu hi iudiaau tai kuzingatia vitu hivi. Inabidi uzingatie style ya video, uzingatie kamera au engo, uzingatie character mhusika uzingatie pia muonekano matendo mazungumzo na mazingira na vitu vingine vinaweza vikaongezeka vika, ila hivi ni vitu ambavyo lazima uvizungumzie kwenye prompt yako, kwa sababu usipovizungumzia AI itajaribu kuotea, na katika kuotea inaweza kaleta matokeo ambayo hujalizika nayo au si uliyoyatarajia. Sasa prompt hii nimeiweka kwenye DeepSeek, maneno haya nimetuma kwenye DeepSeek na DeepSeek na itafanya kama nilichokiandika, itaniuliza hebu ni kujibu, utaniuliza It, style cha kwanza, ungependa video yako iwe na mtindo gani? Maelezo sitaki nisome sana ila lengo ni kujibu haya maswali mas, haya maswali saba, unaweza kuongezea vitu vingine ukaandika lakini hivi ni vitu lazima uvijibu. Tutaanza na nilishaanza kuandika hapa style. Kitu cha kwanza utakuwa unajibu wakati huo unasoma inachouliza style. Iwe uh, realistic, yani iwe kama uhalisia. Engo iwe kama selfie pia mhusika awe gorila mkubwa kuliko misitu na miti. Sijajua kama Veo 3 inaweza katengeneza kitu kama hiki la, nataka niitesti. Yani awe mkubwa sana. Karakta mwonekano, mwonekano uwe vipi? Awe mwonekano awe mweusi, awe mweusi na mkubwa Tana. Matendo mhusika awe anafanya nini katika video? Nitasema awe anakula inaweza nikasema inatosha. Kwa hiyo unaweza ukaandika kama hivi, yani unaweza ukapitia prosesi hizi ninazozifanya, kisha unaona imenipa prompt ambayo ni ya Kiswahili, alafu baadaye imenipa prompt ambayo ni ya English. Sasa imeongezea na sound na camera movement na vitu kama hivyo. nitakopi haya maneno kisha nitaedit nitatoa hivi vitu vya chini, pia nitaenda nitatoa iliposema kiswahili sijui mambo fulani. Sitaki Kiswahili, ilo neno la English unaweza kuliacha, kwa sababu vio inakataa ina, ina ikigundua Kiswahili na ikikataa, maanake umeweka maneno ya Kiswahili mengi kuliko ya English. Okay, nitakopi haya maneno kwanzia hapa, nitakopi haya maneno, kisha nitaingia kwenye kisha nitaingia kwenye Veo 3. Jinsi ya kuingia kwenye Veo 3 na jinsi ya kuipata na vitu vingi, nimeelekeza link nitaweka hapo chini kwenye ya kwenye, kwenye description video ni zaidi ya, nimetengeneza video mbili kwa ajili ya kuelekeza, so nitaingia kwenye anapenda kutumia Firefox. Kwenye project yangu ndio hii kama ilivyo kawaida tutachagua Veo 3 hatutaki Veo 2, nitachagua Veo 3 fast na nataka matokeo mawili round hii. Kisha nitapaste. Kuna watu wanapenda kuingia hapa wanabadilisha sijui anataka aweke vitu gani. Weka text to video, usiguse kitu kingine. Hivi vingine viko fresh sana kuliko text to video. Nitaweka maneno yangu nitapaste kisha tusubiri matokeo, tuone kama inaendana na kitu ambacho nilikuwa najaribu kukielezea. Au unajua AI, AI haileti kitu kile kile, inaweza kaleta kitu ambacho kinafanania au zaidi ya kile kile yani, inaweza kaa ni kizuri zaidi ya kile kile ambacho nilitarajia. Karibuni huku tule ndizi, hatulipi kodi wala hatufanyi kazi <laughs> karibuni huku tulend... Unaona, hii matokeo ya kwanza yamekuja, lakini Ishu ni kwamba anakula ndizi wakati huo sauti natoka. Imeshindwa kuweka matendo yote kwa kuweka tofauti tofauti, imeweka yote kwa pamoja. Kwa hiyo anakula ndizi wakati huo sauti nasikika. Karibuni huku tule ndizi, hatulipi kodi wala hatufanyi kazi. Karibuni huku tule ndizi, hatulipi kodi wala hatufanyi kazi. Video nilizoleta ni hizi, lakini video ya kwanza, issue niliyoiona ni kwamba mdomo haongei kwa sababu yuko busy ya kula ndizi. Niliandika pia awe anakula ndizi, so katika matendo imejaribu kufanya yote, ni kula ndizi pamoja na kuongea na pia imecheka kama nilivyohitaji, lakini miti mirefu, miti mifupi, haijaweka miti mifupi. Kwa hiyo sijazingatia sana hilo neno, ila nikilizingatia italeta miti mifupi kama nitakavyozingatia na ukiona ukiona matokeo ujazilizika nayo, unaenda unaedit, una unabadilisha lichoona hapa imezingua. Maybe kama ulisahau nguo, unaenda kule unaedit, unasema amevaa nguo, unaanza kule, unaweza kusema labda yuko maeneo tofauti. So hivi ndivyo unavyotengeneza prompt, na una save hapo kama kawaida. Najua nitashikilia, nita kisha nitagusa edit Uh, cancel yasio yanakula ndizi kwa sababu kitendo cha kula ndizi kina interact na awe, awe haongei. Unavo edit, unaweza ukaongeza tu chini yake, sio lazima uweke maneno muda ule ule, unaeza ukaongeza chini yake hapo, labda amevaa miwa, miwani na chain maybe. Maneno ndio haya hapa, nitayakopi tena kama kawaida, nitafanya process ile, nita paste na nitafuta haya nao, ya chini na ambayo husiani na prompt tafuta hapa, imejaribu kutafsiri. Nataka iongee Kiswahili tu, pia nitafuta mengine yote ya juu yanayofuatia prompt. Yangu ni hii hapa, utakopi prompt kama nilivyofanya. Nitakwenda nitapesti, nitasend, zinakuja tena video sasa. Wale wanaosema mbona ni sekunde nane? Yes, hii ni AI na inatumia proses nyingi sana mpaka kutengeneza hizi video. Kwa hiyo kutengeneza ya muda mrefu ni ngumu, na kwa sasa bado tujafikia teknolojia hiyo ila hizi de, hizi sekunde nane, utachofanya ni ukipata video ya sekunde nane utaunga na, na video nyingine. Kwa hiyo unaweza ukajenerate clip nyingi alafu ukaziungaunga. Issue ya kwamba mbona wahusika wafanani kwenye AI kutengeneza wahusika ambao wafanani, maybe maelezo yako yafanane, kama, kama una generate video ya mtu mtu maybe awe na nguo za kufanania, anavaa labda nguo fulani, awe na sifa za kufanania, anapua. Unajua, kila mtu anaweza akamweleza mwenzie kwa maelezo ya, kwa kuongea tu kwamba ni mtu ambaye ana sifa hizi. Kwa hiyo ni bora kwa generate character ambaye ana sifa za kufanania, kwa sababu ku generate character ambaye ana sura moja kila, kila prompt ni ngumu. Kwa hiyo unaweza kusema labda anavaa nguo fulani kila wakati kila prompt unaweka vitu ambavyo karakta wako anavifanya, kama anavaa nguo ya blue kila siku. Au unataka watu wamfahamu kiurahisi, inabidi umwekee nguo fulani, maybe kiduku cha rangi ya kijani, vitu ambavyo vinamtofautisha na, na karakta wengine. Hicho ndo kitu ambacho kitasaidia. Kama huyu ndio karakta, ni mjenerete huyu. Nyani nimesema amevaa miwani na chain, ni kweli amevaa miwani na chain na ameshika ndizi, na pia ni selfie. Kila kitu kiko fresh, kasolo tu sio issue. Unaona, nikigenerate nyani mwingine nikisema wamevaa mawani na chain ya gold, ukiangalia video haraka haraka afu nikaunganisha clip, unaweza ukasema ni nyani mmoja, lakini ni nyani tofauti, ila wanafanya wamevaa vitu vya kufanana, vya, vya kufanania. Ngoja tu play hii tusikie. Karibuni huku tulendizi, hatulipi kodi wala hatufanyi kazi karibuni huku tule ndizi. Hii imekaa unyama, na kwa, kwa mii naona nanitosha. Ngoja niangalie hii ya pili. karibuni huku tulendizi hatulipi kodi wala hatufanyi kazi, zote ziko fresh, na hivi ndivyo unavyofanya. Kwa hiyo ukitaka jenereti nyani ambeni, huyu huyuhuyu, unaweza ukamweka tu amevaa miwani, kila taimu ana miwani, kila taimu ana cheni ya, ya, ya god kama ni mtu, kila time unavaa shati rangi fulani au shati na maneno fulani, kila time una generate hivyo, na unaunganisha clip, inaonekana kama ni clip moja ndefu, ila ni clip tofauti. Na hiyo ndiyo mbinu ninayoitumia kwa sababu sekunde nane ni chache, uweze kutengeneza video ndefu kwa sekunde nane. Na sometimes pia sauti inakuwa tofauti tofauti. Uh, ni changamoto ambazo kuzikwepa ni ngumu ila zipo, kwa sababu pia kuna limitation mzungu Tulia na utoe kila kitu. Nina bastola hapa sasa ujichanganye ni kudungunyue.